Sasa kuna baadhi ya wafanyabiashara wanafanya biashara bila kutengeneza hesabu. Hii sio sawa. Hivi unafahamu biashara yako inapata faida au inapata hasara? Unafahamu mambo ya mzunguko yako namna gani, mzunguko wa fedha? Unafahamu hali ya biashara yako kwa ujumla? Sasa mimi nitakueleza taarifa tatu za muhimu za kutengeneza wakati unafanya biashara. Taarifa ya kwanza ya muhimu ya kutengenezwa inaitwa taarifa ya mapato na matumizi. Hii ni ya muhimu sana, kwa sababu mwisho wa siku itakuonyesha kama biashara yako inapata faida au inapata hasara, na utafanya uamuzi kama inapata hasara uweze kuangalia kwa nini inapata hasara. Kwa hiyo hii taarifa ya kwanza ni ya muhimu sana, taarifa ya mapato na matumizi. Taarifa ya pili ni ile inayoitwa taarifa ya mtiririko wa fedha au waswahili wanasema taarifa ya mzunguko wa fedha. Biashara inahusisha mambo ya fedha, kila unachofanya kuna swala la fedha. Sasa lazima uwe unafahamu mzunguko wako wa fedha unakwenda vipi, vinginevyo unakuta ghafla huna pesa, biashara unashindwa kuendesha, kwa sababu huna pesa ya kununua bidhaa, huna pesa ya kulipa wafanyakazi mshahara. Kwa hiyo taarifa ya mtiririko wa fedha ni muhimu. Taarifa ya tatu ambayo ni ya muhimu sana inaitwa balance sheet au kwa Kiswahili wanasema mizania. Hii ndio inayokuonyesha hali halisi ya biashara yako, kama iko tete au iko vizuri. Sasa kwa kutengeneza balance sheet utajua biashara yako, mambo ya mali ulizokuwa nazo, mambo ya madeni uliokuwa nayo au madeni unayodai, lakini hata mambo ya mtaji, mtaji wako uko vipi? Kwa hiyo hii taarifa ya balance sheet ni ya muhimu sana. Najua huelewi details za hizi taarifa tatu. Ukitaka kupata habari zaidi, tembelea eh, chaneli yetu YouTube channel yetu inaitwa How to Start Business. Huko utakuta mambo yote. Karibu tufanye biashara na tutunze hesabu za biashara.